Ninawasalimu wapenzi watazamaji, waiti kituo popote mlipo, hamjambo, karibu sana niweze kuwapasha yale yote ambayo yametendeka. Mimi ni bwana Ezra, kila ambacho unapaswa kufanya peke yake. Mpenzi mtazamaji, kama umnanipata kwa mara ya kwanza, chukua sekunde yako moja, mbili, tatu, ukapiga subscription, bonyeza kengele alafu sambaza hii kanda kuelekea kwa vikundi viwili vitatu, taarifa hizi ziweze kuwafikia watu wengi. Wapenzi watazamaji, Samia Suluhu Hassan aliweza kuchokoza nyuki, alichokoza nyuki hivi majuzi, kipindi ambapo alipatana na wazee wa Dar es Salaam kuzomea jamii ya kimataifa kuwauliza nyinyi ni nani, Who are you? Who are you? Alichokoza nyuki. Unajua Samia sasa hivi angekuwa amerudi chini, kwa sababu amefanya kosa. Kosa lenyewe ni kuamurisha jeshi la polisi na vyombo vya ulinzi Tanzania kuwaua wananchi. Hilo ndilo kosa. lakini sasa badala ya Samia Suluhu Hasani kurudi chini angalau aweze kuonewa huruma na jamii ya madola na mataifa, na jamii ya mataifa yeye akakurupuka akauliza sasa nyinyi ni akina nani ambao mnataka kuniwekea vikwazo na kunipanga jinsi ambavyo taifa la Tanzania litaongozwa. Haya basi, ameanza kufinywa. Umoja wa Mataifa hapo jana, United Nations, waliweza kuambia Samia, Samia Suluhu Hassan haraka sana atoe vikwazo ambavyo alikuwa ameweka kupiga marufuku maandamano ya tarehe 9 Disemba. Sasa hii leo mpenzi mtazamaji, Siku ya Jumamosi, tarehe sita Disemba mwaka 2025. 20, 20. Jamii ya Madola ukipenda Commonwealth wameweza kumwe, wameweza kumpea Samia Suluhu Hassan conditions wameweza kumpea conditions. I think nina imani kwamba conditions kwa lugha nyepesi sana ya Kiswahili inaweza ikawa ni vigezo. Wameweza kumwekea Samia Suluhu Hassan vigezo vya kufuata, kwa sababu najua amekuwa akitegemea mikopo sana kutoka kwa hizi uh, benki za rubaa za kimataifa anataka usaidizi. Unajua mataifa haya ya third world country ya Afrika hatuwezi tukaendelea bila kupata mikopo na vile vile bila kupata misaada. Sasa misaada imeweza kusitishwa kuelekea kwa serikali ya Samia, mikopo imeweza kusitishwa. Ninaambiwa kwamba mama mahala ambapo yupo yuko na mawazo kila saa kwa sababu ya kuua Watanzania. Sasa, jamii ya madola kwa lugha ya Kimombo ukiita Commonwealth hautakuwa umekosea. Wameweza kumwekea, e, wameweza kumpea Samia Suluhu Hassan vigezo vya kufuata kufuatia aa, kuvunja haki za kibinadamu hivi majuzi, kipindi ambapo wananchi wengi sana zaidi ya elfu kumi waliweza kuuawa. Sasa jamii hii ya madola katika mkutano ambao waliweza kuandaa tarehe tano, siku ya Ijumaa, mwezi wa Disemba mwaka elfu mbili na ishirini na tano, waliweza kuunda na kumwekea Samia Suluhu Hassan vikwazo na vigezo kufuatia kuvunja haki za kibinadamu, expressing concern over reported breaches of fundamental democracy values and human rights in the country. Unajua, hizi taarifa zimeandikwa kwa lugha ya Kimombo, najaribu sana kuzibadilisha kwa lugha nyepesi ya Kiswahili ili sisi sote tuweze aa, kuzielewa. Sasa wamemwekea vigezo na vikwazo ambavyo anapaswa kufuata baada ya kuweza kuvunja kanuni za Umoja wa Madola. Umoja wa Madola unahitaji kwamba demokrasia iwe kwa taifa. Samia amevunja demokrasia. Nambari moja, ameweza kuvunja demokrasia kwa kutoandaa uchaguzi wa haki na huru. Demokrasia ameweza kuivunja kwa kukamata Tundu Lisu. Demokrasia ameweza kuivunja kwa kutoruhusu uwepo wa vyama vingi vya kisiasa. Chama cha Chadema kiliweza kuinguliwa kutoka kwa uchaguzi uliopita. Kutokana na haya yote, kwa kuvunja demokrasia na kuvunja haki za kibinadamu, sasa jamii ya madola imemwekea vikwazo. Sasa hatua hizo ziliweza kuafikiwa baada ya mkutano wa 71 ambao uliweza kuandaliwa kwa njia ya kanda tarehe 5 Disemba mwaka elfu mbili na ishirini na tano, ambao uliweza kuongozwa na mwenyekiti ambaye ni Maltas ambaye ni naibu waziri mkuu pamoja na waziri wa mambo ya nchi za nje pamoja na utalii katika hilo kundi ama huo mkutano, kikosi hicho kiliweza kutaja kiliweza kutaja mambo yafuatayo. Tanzania, kuna uwepo wa kuendelea kuvunjwa kwa demokrasia, uongozi wa sheria, rule of, rule of law, ndio hiyo inaitwa uongozi wa sheria mahakama ambayo inajisimamia yani judiciary independence, uhuru wa mahakama umeweza kuvunjwa, haki za kibinadamu zimeweza kuvunjwa pamoja na demokrasia Tanzania imeweza kuuawa, yaani yani, democratic space in Tanzania has been killed particularly before and after the recent held elections which President Samia Suluhu Hassan she said she won with 98%. Yani, demokrasia iliweza kuvunjwa Tanzania katika uchaguzi huu kabla ya uchaguzi na baada ya uchaguzi kuandaliwa Tanzania, mahala ambapo Samia aliweza kujitangaza kwamba yeye ndiye aliweza kuibuka mshindi. Katika huo mkutano waziri wa masuala ya nchi za kigeni au kipenda waziri wa mambo ya nje kutoka Tanzania mwenye anaitwa Mohamed Thabit Kombo, ambaye ni mbunge vile vile, aliweza kuwasilisha ripoti ya Tanzania katika mkutano huo wa Umoja wa Madola ambao uliweza kumchagua kum, aliyekuwa rais wa Malawi Dr. Razara Jakwera kuongoza muungano yani wa kupata muungano wa usuluhishaji yaani mazungumzo ya maridhiano Tanzania. Hata hivyo, mkutano huo wa jamii ya madola, mpenzi mtazamaji, uliweza kuweka taifa la Tanzania katika ajenda ya mkutano ujao mwezi wa Machi mwaka elfu mbili na ishirini na sita, ndipo watakuwa wanasungumzia mambo mengine zaidi ya Tanzania. Wa, e, watakapojadili mambo yoyote ya Tanzania mwaka ujao katika huu mkutano sasa, waliweza kuelewana kuwekea Tanzania vigezo na vikwazo. Nambari moja, kwa sababu waliweza kumteua Lazarus Chakwera, aliyekuwa rais wa Malawi, kwenda kuongoza ujumbe wa kutafuta maridhiano Tanzania. Kigezo cha kwanza ambacho jamii ya madola waliweza kuwekea Samia ni kwamba wapee ruhusa Lazarus Chakwera kupata taarifa zozote zile ambazo anazitaka, yaani this include full and unrestricted access for Chakwera to all relevant stakeholders lifting of restrictions of freedom of restrictions freedom assembly. Yani, kikwazo chingine ambacho jamii ya madola waliweza kumwekea Samia Suluhu Hassan ni kuondoa marufuku ambayo aliweza kuiweka kuzuia maandamano ya tarehe 9. Kwa hivyo jamii ya madola wamemwambia kwamba aondoe ile marufuku, marufuku kwa niradi aweze kuondoa uhuru ambao aliweza kuufinya na kuukataa wa kujieleza. Unajua Tanzania uwezi ukasungumza kama mimi hivi unawezi ukatekwa na kupotezwa. Kwa hivyo jamii ya madola imemwambia Samia Suluhu, kigezo cha tatu ni kuondoa marufuku ambayo aliweza kuiweka kutupilia mbali uhuru wa kujieleza vilevile, wameweza kumwambia hivi, kigezo cha nne, wanataka Samia Suluhu Hassan kupea vyombo vya habari ruhusa na nafasi zao za kufanya kazi bila kuhitilafianwa, yani civil society the media and the organization of an interparty consultative forum to agree on the framework for the next election vile vile kigezo cha mwisho. the final requirement involves transparent legal and administrative measures to hold perpetrators of violence accountable and compensate victims appropriately. <coughs> yani, wameweza kumwambia hivi. Wanataka wazi. Tume ama ukipenda mahakama iwe wazi isije ikahitilafiana pamoja na uongozi wa wazi ambao kama wale ambao waliweza kukamatwa eti kwamba waliweza kupatikana kwenye maandamano watafikishwa mahakamani. Pasiwe na mtu ambaye anachochea kwamba wafunguliwe mashtaka ya uhaini, hapana. Waache mahakama iweze kufanya kazi yake bila kuingiliwa na serikali. Hivyo ndivyo jamii ya madola wameweza kumwekea Samia Suluhu Hassani vigezo also the group also requested that suluhu's government provide the terms of reference for its commission of inquiry and asked the secretary general to report on the progress regarding these conditions at the next meeting sikiliza hicho kigezo cha mwisho katika mkutano wa jamii ya madola waliweza kuiagiza serikali ya Samia Suluhu Hassan mara moja kuwapea, sikiliza hapo, kuwapea mwongozo na mwelekezo ambao waliweza kupea ile tume ya uchunguzi ambayo Samia Suluhu Hassan aliweza kuiteua kuchunguza uvunjifu wa amani Tanzania pamoja na mauaji yaani aweze kuwapea vigezo ambavyo aliweza kuwapea yaani mambo ambayo Samia Suluhu Hassan aliweza kuambia wafuate. Nilimsikia Samia Suluhu Hassan akiwaambia kwamba waende wasikilize kauli ambazo ziliweza kutolewa na viongozi wa Chadema, waende wasikilize kauli ambazo ziliweza kutolewa na Tundu Lisu, waende wasikilize sijui nini na nini yeye mwenyewe akajisahau, pale ambapo alikuwa anasema kwamba yeye ndiye amiri jeshi mkuu kwa hivyo wameweza kumwambia lazima awape details, orodha orodha, ya mfululizo wa mambo ambayo Samia Suluhu Hassan aliweza kupea kile kikosi ambacho kinaongozwa na Muhammad Chande ambacho wananchi wameweza kukikataa. Je, Samia atapenya hili kama wamemwambia aondoe ile marufuku ambayo aliweza kuiweka kuzuia maandamano. Je, Samia Suluhu Hassan ataondoa hiyo marufuku? Aliweza kuuliza jamii ya madola kwamba, "Who are you? Ninyi ni nani?" Sasa hivi wanaendelea kumfinya mpaka naambiwa kwamba mahala ambapo analala anaweweseka kila saa. Yuko na mawazo chungu nzima. Tupatane kwa kanda ijayo. Mimi ni Bwana Ezra, sambaza hii kanda tafadhali.